Nitashinda na mimi, watoto wangu watakwenda shule, na mimi nitaishi maisha bora, kazini kwangu nami utastawi. Mzee Fikra, asante sana kwa ushauri wako. Ile kofia kujifunza makosa yangu niliivaa jana, ilinifundisha mambo mengi sana. Ndio kazi yake ile. Haya, niambie ulijifunza nini? Niligundua nilivyokuwa na haraka, hata bila mipango. Nilifanya makosa kwenye biashara yangu ya chipsi ah, kwa kukimbilia faida bila kujua wateja wanataka nini. Hapo sasa umevaa kofia ya kutafakari. Kila kosa lina fundisho lake. Na je, sasa unahitaji kofia nyingine, nikupe? Ndiyo mzee, Nipe kofia ya pili basi. Sawa sawa, leo ngoja nikupe kofia hii, kofia ya kusikiliza wengine eh! Mafanikio hayawezi kujengwa na masikio yaliyofungwa. Ah, eh. Lakini mimi huwa nasikiliza mzee. Kusikiliza si kusubiri mtu amalize kuongea, kusikiliza ni kuelewa. hata kimya chake kinaongea nini? Ah, sawa mzee. Kumbe kofia za maisha si za kuvaa kichwani tu, bali na moyoni pia. Umenena vema kijana, na ukivaa vizuri hizi kofia utavaa ya mwisho <coughs> kofia ya busara <coughs> lakini kofia hii haitolewi, hujiotea yenyewe.